Leo na kusimulia kisa cha mtu ambaye aliona ukweli kwa macho yake, mtu ambaye aliguswa na tukio moja, tukio lililogeuza moyo wake, maisha yake na hatima yake ya akhera. Huyu ndiye Said bin Amir Al-Jumahi, mtu aliyenunua akhera kwa gharama ya dunia. Twende pamoja, turudi nyuma kuelekea Makka, katika siku ambayo historia ilibadilika. Kabla sijaendelea na sehemu inayofuata, kama unapenda simulizi kama hizi unaweza kusubscribe ili usipitwe na hadithi zinazofuata. Saidu bin Amiru Aljumahiyu alikuwa kijana wa Maquraishi aliyejulikana kwa heshima, utu na nguvu za ujana. Alisimama pamoja na viongozi wakubwa wa, wa Maquraishi kama abu Sufyan ibn Harbi, safuani ibn Umayya na wengineo. Ujana wake ulimpa nafasi ya kuwa karibu na matukio makubwa ya Maka na kuyashuhudia kwa macho yake. Siku moja jua lilikuwa kali, lakini moto wa chuki katika nyoyo za watu wa Makureishi ulikuwa mkali zaidi. Mnamo kundi kubwa la Makureishi lililokuwa limekusanyika kwenda eneo la Tanaim nje kidogo ya Maka. Saidi alikuwepo miongoni mwa wale walioitwa kushuhudia mauaji ya Khubeibi bun Adii, mmoja wa maswahaba wa Mtume Muhammad rehma na amani zimwendee. Said alimwona Khubayb akiwa amefungwa pingu akipelekwa kwenye uwanja wa kifo. Wanawake na vijana wa Makoreshi walikuwa wakipiga kelele, wakimsukuma na kumkebehi kwa hamaki ya kulipiza kisasi cha waliouawa katika vita vya Badiri. Walipomfikisha katika sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kumsurubu Khubayb, aliomba ombi la mwisho: Nakuombeni ni swali rakaa mbili kabla sijauawa. Wakamruhusu. Saidi alimwona akiswali kwa unyenyekevu mkubwa, rakaa mbili zilizokuwa na utulivu na uzuri wa ajabu. Baada ya kumaliza swala, Khubayb akawaambia viongozi wa Makureishi, wallahi sikurefusha swala kwa kuogopa kifo. Kisha watu wake wakaanza kumkata kwa visu na mapanga akiwa hai wakimtesa kwa ukatili mkubwa. Walimuuliza, je, ungependa Muhammad awe katika nafsi yako na wewe uokoke na haya yote? Khubayb akasema huku damu zikimtiririka, wallahi sipendi kuwa salama pamoja na familia yangu na watoto wangu na kwamba Muhammad achomwe hata na mwiba, nami nisimnusuru. Watu wakaendelea kupiga kelele zao za shangwe. Saidi alimuona Khubeibi akiinua macho yake mbinguni akisema, ewe mola wangu, walipizie kisasi mmoja baada ya mwingine na uangamize wote, usimuache hata mmoja wao. Makuraishi walirudi Maka wakiwa wamesahau waliomtendea Khubeibi, lakini Saidi hakuweza kusahau. Alikuwa akimuona Khubeibi katika ndoto na katika mawazo yake akiwa macho. Akikumbuka dua aliyoiomba Khubayb, moyo wake ulikuwa ukitetemeka, akiogopa kwamba adhabu ya Allah inaweza kumwangukia wakati wowote. Katika tukio hilo Khubayb alimfundisha Said mambo ambayo hakuwa anayajua: kwamba maisha ya kweli ni imani na mapambano kwa ajili ya imani, kwamba imani thabiti hufanya miujiza, kwamba mtu anayependwa sana na wafuasi wake ni mtume wa kweli. Maneno haya yaliingia moyoni mwa Saidi na kubadilisha maisha yake kabisa. Mwenyezi Mungu aliufungua moyo wake. Hivyo, Saidi bin Amir akasilimu. Akatangaza kuachana na ibada za masanamu na kuingia katika nuru ya Uislamu. Tukio la Khubaybi lilikuwa ndiyo sababu kubwa ya kugeuka kwake. Saidi alihama kwenda Madina. Akijiunga na Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie, akishiriki naye katika vita vya Khaibara na vita vilivyofuata. Baada ya kufariki kwa Mtume, rehema na amani zimwendee, Saidi alibaki kuwa miongoni mwa wale waliowasaidia makhalifa wawili Abubakari Asidiqi na Umar ibn Al-Khattabi, radhi za Allah ziwendee, akiwa mfano wa muumini aliyenunua akhera kwa gharama za starehe za dunia. Umaru alimjua Saidi kama mtu mwaminifu na mcha Mungu. Siku moja Saidi alienda kumtembelea Umaru mwanzoni mwa ukhalifa wake. Alipofika Saidi, Saidi akamnasihi Umaru ya kwamba na kunasihi umche Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu na usiwogope watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maneno yako yasipingane na vitendo vyako kwa sababu kauli njema ni ile inayothibitishwa na vitendo. Kisha Umaru akamteua Saidi kuwa gavana wa Hims. Saidi hakutaka, akasema, ewe Umar, unataka kunifitinisha na dunia. Lakini Umar akamwambia kwa ukali, mmeliweka jambo hili shingoni mwangu, kisha mnataka kuniachia peke yangu? Kwa maana wao ndio waliomteua kuwa khalifa baada ya pendekezo la Abu Bakari As-Siddiq, radhi za Allah ziwendee. Saidi akaukubali ugavana na akaondoka kwenda Himsi. Baada ya kipindi kidogo, watu wa Himsi walimwandikia Umar majina ya maskini wao. Kwenye orodha ya maskini aliyopewa Umar, aliona pia jina la Saidi ibn Amir, akashangaa watu wake kumhesabu gavana wao kama maskini. Umar akakusanya dinari mia moja akampelekea Saidi. Saidi alipofikishiwa mfuko huo aliutazama na kusema, fitna imeingia nyumbani kwangu. Mkewe akadhani ni habari mbaya akamuuliza, je, Amirul Mu'minina amefariki? Akasema, hapana. Waislamu wameshindwa vita? Akasema, hapana, ni jambo kubwa kuliko hilo. Akamwambia, basi litupilie mbali. Saidi akasema "Je, utanisaidia?" Akasema, "Ndiyo." Akaigawa pesa yote kwa maskini wa Hims. Baadaye Umar alienda Hims mwenyewe kukagua hali ya Saidi. Watu wakamlalamikia mambo manne kuhusu gavana wao. Jambo la kwanza wakamshitakia wakisema, "Hatoki kwenda kutatua matatizo yetu mpaka ifike adhuhuri." Saidi akasema kuwa asubuhi huwa ninakanda unga kwa ajili ya familia yangu, kwani sina mfanyakazi wala mtumishi. Kisha ninasali na ninatoka kwa ajili ya watu. Jambo la pili wakasema, haitikii usiku tunapomhitaji. Saidi akasema kumweleza Omar, usiku nauweka kwa ajili ya ibada. Jambo la tatu wakasema hatutembelei mara nyingi, isipokuwa mara moja kwa mwezi. Akasema kuwa nina nguo moja tu, kila mwezi naifua na isubiri mpaka ikauke ndipo nawatembelea. Jambo la nne wakasema, huwa anazimia mara kwa mara. Akasema nilishuhudia kifo cha Khubayb bin Adi nikiwa mshirikina. Nilimuona akikatwakatwa viungo vyake na nikamsikia akisema sitaki Muhammadi achomwe hata na mwiba hivyo, moyo wangu hunitoka ninazimia. Omaru akalia sana mpaka ndevu zake zikalowana kwa machozi. Hivyo ndivyo alivyoishi Said bin Amir Al-Jumahiyu, mtu aliyeiacha dunia na mapambo yake akachagua akhera. Alisimamia haki, akaheshimu wajibu wake, akawa kiongozi mwenye uchamungu mnyenyekevu na mwenye huruma. Ni mfano bora kwa mtu ambaye aliyemnunua Mwenyezi Mungu kwa nafsi yake na akauza dunia ili kununua akhira. Usisahau kusubscribe kwenye Islamic Book Story ili usipite na simulizi zetu zenye mafunzo.